Tunaheshimu hukumu, ni hukumu ya Bunge, imepitishwa kwa azimio la Bunge, kwa hivyo hatuna budi tuheshimu, lakini kuna kasoro nyingi zilizotokezea mpaka kufikia hukumu hii. Kama nilivyosikia, nasema kwanza ni swala la summons. Hapana hakika kwamba wale walifikishiwa summons, mpaka hivi asubuhi leo nimechiki nao hapana hakupata summons, na kwa hivyo kama ukupata summons hukujua mashtaka, na kama ukujua mashtaka hukupata fursa ya kujitetea kama tulivyosema hapakuwa na haraka ya kufanya haraka kama walivyofanya, kwa sababu ukifanya haraka ina maana unakosesha utaratibu mzima kufuatwa. Kwa hivyo tunaheshimu azimio la bunge, lakini tunasema kwamba uh, kiini kikuu hakikukabiliwa haki na kiini kikuu kilikuwa ni uh, matakwa au ombi la Mheshimiwa Mnyika kutaka yule ambaye alimwita mwizi hapo tu taratibu, ingawa spika amejaribu kufafanua, lakini hata spika mwenyewe naona hili kitu kama amechukua very personal na hisi kama aliumizwa sana yeye mwenyewe, na ndio maana tukasema kwamba pengine isingekuwa vizuri yeye ange, angekuwa hakimu wa kesi hii, ingawa akasema na ni ukweli kwamba ni azimio la bunge, lakini vitu vingi vimekwenda very personal. Kama umemsikia mwisho pale alisema kwamba Ah, leo najisikia niko mwepesi sana, moyo mwe wangu uko mwepesi. Kwa hivyo amechukua vile personal. Kwa hivyo mimi nisingefurahi, kwa sababu hata ya spika naye vilevile tunasema kwamba siku ile alisema vitu ambavyo, uh, si kizuri. Kama mnakumbuka, alimwambia mheshimiwa uh, Lusinde kwamba Lusinde, wewe ndio kiboko umefanya mpaka wote wametoka. Na kwa hivyo hivo, hatupendi speaker we bias. Unajua spika ni mtu makini, tunajua kwamba anapenda kazi, anajua kazi yake, lakini kama baya, sote tuko sawa, CCM na wapinzani, hivyo ili kusema kwamba amefurahi kumona Lusinda, mlindani, na shaka kidogo na, na hali lakini otherwise kama tulivyosema, tunaamini walohusika inakuja mtu mmoja, mmoja. Sasa pengine watakata rufani na zipo ground za rufani, lakini pia si vizuri kwa spika kusema kwamba Ee, wakenda mahakamani mimi nawasubiri, wakija hapa tutachukulia hatua zaidi, si haki. Asubiri taratibu za mahakama zende, kama kama kama ikiwa taratibu imekwenda ndivyo sivyo. Ee, bunge litachukua hatua zake. Hana haja ya ku-preempt na kufanya vitisho kwamba wakenda wakirudi hapa tutawaadhibu zaidi. Ukisema kwa maana ya kutoka nje, ni kweli vinatokezea kwetu sisi, lakini sio kwa maana wao, sisemi hawana matusi, sisemi wanatukana sana na wanatupia tupia maneno mengi ya kutukana kama vile kusema watu wapimwe akili rake ni kutokana na wabunge wote, kwa hivyo haya mambo yanatokezea, lakini hakuna juhudi inayochukuliwa kwa upande mmoja kwa identify. Kwa mfano siku ile ilisikika wazi wazi mtu alikisema, e, Mnyika mwizi. Mpaka leo hata hiyo haikutajwa, hata spika hakusema kwamba tutamtafuta tumchukulie hatua.